Kundi la kwanza la mateka wa Israel limeachiliwa hii leo Jumatatu, Oktoba 13 mwaka 2025, na, na, na kundi la Hamas na kukabidhiwa rasmi kwa shirika la Msalaba Mwekundu, kwa mujibu wa afisa anayehusika na operesheni ya kuachilia mateka aliyezungumza na shirika la habari la Reuters. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, jumla ya watu saba waliokuwa mateka wameachiliwa na kwa sasa wako chini ya uangalizi wa shirika la Msalaba Mwekundu huko Gaza. Hii inakuja kama sehemu ya juhudi zinazoendelea za kimataifa za kuleta utulivu na kupunguza mzozo unaoendelea kati ya Israel na Hamas. Hata hivyo, hadi kufikia sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na jeshi la ulinzi la Israel au shirika la Msalaba Mwekundu kuthibitisha kuachiliwa kwa mateka hao ukosefu wa uthibitisho rasmi kutoka kwa mamlaka husika wameacha maswali mengi miongoni mwa familia za mateka na jamii ya mataifa ya kwa ujumla operesheni ya kuachilia mateka inatarajiwa kuendelea katika siku zijazo na jumuiya za kimataifa imeendelea kushinikiza hatua za kibinadamu na kidiplomasia ili kuhakikisha usalama wa mateka waliobaki na kurejesha hali ya utulivu katika eneo hilo lenye mzozo